Injili kulingana na Yohana, mlango wa nane. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi, akawa akiwafundisha. Waandishi na mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Basi katika torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii; nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika inchi Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho; wao akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua, asimwone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu; enenda zako, wala usitende dhambi tena. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako nini mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili. Mimi simhukumu mtu, nami nijapohukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Tena katika torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamjui. Kama mgali nijua mimi, mgalimjua na baba yangu. Maneno hayo aliyosema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha hazina, wala hakuna mtu aliyemkamata, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako, ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, Je, atajiwa? Kwa kuwa asema mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia, u nani wewe? Yesu akawaambia hasa neno lilo hilo ninalowaambia. Ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu. Wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba.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 Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote; wa nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin, nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua, kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ni yanenayo, nanyi vivyo hivyo mliyoyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Wakajibu wakamwambia baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami na nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo ni yasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muwaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli, hamnisadiki. Ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yeye aliye wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii, kwa sababu ninyi si wa Mungu. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe yu Msamaria nawe una pepo? Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima yangu. Wala mimi siutafuti utukufu wangu; yuko mwenye kutafuta na kuhukumu Amin, amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, wa nawe wasema mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe u mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu, ambaye amekufa? Nao manabii wamekufa, wa wajifanya yunani Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamkumjua. Lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi; lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona, akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, "Wewe hujapata bado miaka hamsini nawe umemwona Ibrahimu?" Yesu akawaambia, "Amin, amin, nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko." Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni.